Kwanza tutafute hiyo Google Google Form na Google Form na Google Form, tuna sign in tukutumeshe nge Google Form. Ananili sasa, tunakuja hapa hapa, ukiangalia kwenye lile swali lako ambalo ulisema ticha ametuma, ambapo kwenye ukiangalia ile ile na nilia ambayo ulinitumia ile unaangalia hapa kuna heading, assessment ya demography, alafu kuna maelezo. Kwa hiyo ukija kwenye form hapa kwenye entitled form hapa ndo unaweka ile heading. mfano ya huyu heading yake ilikuwa ni hiyo, ambapo tunaweka hapo si ndio? Zeni, tunakuja kuchukua hii tunajaza kwenye form description, alafu tunaangalia hapo sasa kwamba kwenye maswali hayo ulipokuwa unauliza maswali, swali lilikuwa what is your age, ambapo wenyewe pia tunaangalia hapo kwenye entitled question unajaza. <coughs> sasa kwenye upande wa majibu, ukiangalia majibu yake ni hizi, ni checkbox kwamba unakubali labda majibu mawili matatu. Kwa hiyo ukija hapa, sisi tuna options kwao, unakuja upande huu, unaangalia, unataka majibu gani, labda checkbox. Kwa hiyo unapata hizi checkbox, kwenye checkbox sasa. Ukiangalia <coughs> above 60 below 60, kwao na sisi hapa tutaangalia labda above 60 takuwa kuna below stini na nani labda tuandike nani of above ku. Tunakuwa tumemaliza hapo. Sasa unaweza ukaadi swali jingine kwa chini kama ya what is your agenda ukachagua what is your education. Hizo ni checkbox, ila hapa chini sasa kuna what is your favorite social media, ambapo hii ni ya kujaza. kwa hiyo ukija hapa kwenye question, what your favorite social media unachagua unataka iwe ni short answer au ni paragraph, mtu ajielezee kama ni shoti anza kujibu fupi, paragraph ingekuwa ni, inge, ni ma, au multiple choice unaweza ukalista hapo kwamba option labda ni hiki, kwa mtu anachagua option moja au checkbox au drop down kwamba kibonyeza drop zinashuka anachagua moja kwenye ile drop down, ehe, inakuwa hivyo, au linear scale kwamba ana select scale kwa kutembeza ile scale kati ya moja mpaka tano. Kwa hiyo kwenye lebo za scale unazionesha, au kwa kuleti moja, mbili, tatu, nne, tano, au unaweza kuweka multiple choice labda row 1 column 1 kuonyesha grid au checkbox ya grid au date au time ila kwa hapo tuseme aliweka short answer. Kwa hiyo ukimaliza hapo unabonyeza publish publish, unakuwa respondent, unakuwa anonymous, linki ndio una publish. Publish. Ukipublish, unapewa hiyo link. Linki, kwa hiyo tuna copy linki. Kipaste link inakuja kama hivi uh. Hii sisiko kwenye akaunti kwao, mtu yoyote anaweza kajibu. What's your age, labda below stini. What is your favorite social media, labda YouTube. Alafu nawasilisha majibu. <coughs> Yako yamerekodiwa hapo. Uh, nikiwa nimeshawasilisha nikija huku sasa, respondenti wameonekana kwa samari, inaonyesha kwamba wazi age above 60 below 60 nanivabavu hapa, yuko mmoja aliyejibu hivyo, wasi wafovu social media response mmoja, ambayo ni YouTube. Kwa hiyo naangalia kwenye question na responses zake individual, aliyejibu alijibu nini na nini, kama walijibu wawili watatu, tuseme huyo aye mwingine agovustii TikTok. Nani kwa baba TikTok, bila stini Instagram. Ko, ukija hapa tumeona eh, responsive majibu yako manne ko huyo alijibu hilo la kwanza, huyu ndo alijibu la pili eh, ko ukija kwenye summary na kuonyesha nani of the above walijibu wangapi na majibu yao, unaweza ku copy chat, kama unapega kwenye presentation kwa Microsoft Word au hii au ka link kwenye sheet nyingine, kama umetengeneza umetengeneza na nili nini umetengeneza Excel zile za online, unaweza ka link na shiti fulani. Mtu akiwa akijibu huku, majibu yanaenda moja kwa moja kule kwenye shiti ehe, kwa ndo inakuwa hivyo. Kwa hiyo hapo na uangalie kwanza hapo, niambie kama umeelewa au kuna sehemu kwanza nimekuacha hapo, ndo nadhani nikajua naendelea au inakuwaje?